nini utaki kunielewa? Ni mara ngapi nakwambia nakupenda, lakini bado sieleweki? Mimi ni tofauti na waliokuumiza huko. naumia sana unapokuwa unijali. Leo ni siku ya ngapi? Leo siku ya tano kweli? Hivi niongee kitu gani? Au nikupe nini? Nifanye nini ili nini, nieleweke? Nini unakuwa hivyo? Labda tu nikwambie kitu ambacho i labda kwa sasa, sasa hivi nini, sitaki kutendwa, sitaki kujiingiza kwenye mahusiano yaani, sasa hivi sitaki kitu kinachoita mahusiano, sitaki kabisa. Yaani, kama hicho ndio kimekuleta hapa, basi naomba lakini mbona unataka kubadilika? Sawa, waliokuumiza ni wale wengine, sio mimi. wanaume wote ni yale yale, sasa mnatoka tofauti gani? Yaani nimeumeza bado naona unataka tu uniumize. Mimi sitaki. Mimi sipo kwa kuumiza. Naomba unielewe. Si sawa. Lakini mimi sitokuumiza kama wale mm. Kuri, mm. Na napia wallahi, haki ya Mungu sitokuumiza, naomba tu nielewe. Naomba uniache. Kwa nachokiongea huelewi, au kitu gani ambacho huelewi hapo? Nimekwambia sitaki mahusiano. Na kama hicho ndicho kimekuleta, naomba urudi tu.

tayari kukuoa kwa sababu unahisi mimi ni vijana wa ovyo kama vijana wengine sasa hivi. Fanyia hivyo lakini maumivu ya wale pengine mimi no, wa kufanya eh, e. Mimi usinifananishe nao waliokuumiza. Nakupenda, unaumiza moyo wangu unaponikataa mimi. Nipo single, nataka nikuoe kwa mke wangu. Usinichukulie mimi na vijana waovyo.

kusimamisha hapa bila shaka hmm. naitwa nao mii kuwa nampendaga na mdogo na wako hmm. Lakini nini kaka, mbona sikuelewi? Zungumza basi nikuelewe hmm. Lakini ee eh, haonyeshi ushirikiano wa kunipenda, lakini natamani hata nimuoe, lakini bado hataki, mara nyingi sana ni dada yake, inaomba nichukue fursa hii kuomba uongee naye, pengine wanaweza kakuelewa. nampenda sana sawa. Usijali, tajaribu kuongea naye, maana kulingana na vitu alivyovipitia ndio namjua. Kwa hiyo anakuwa kama kuna kitu anawaza, nihisi mahusiano, hakuna mwanaume ambaye anaweza kama kwenye mahusiano, ila kwa vile tajaribu kuongea naye, tayajenga anyekadheni tukikutana nitakuambia tana, tana, kilichotokea. Asante na nashukuru sana. Haina shida kaka, yani hata kwa kusimama tu na mimi hapa kunisikiliza. <laughs> ha, <laughs> haina, shida shir, shir, mi, haina shida. Lakini pole. Haina shida shehe, mtaongea naye, sina wasiwasi. Sawa, haina shida. Pamoja. Haya boss njema basi. Haya poa, karibu nyumbani. Asante sana. Haya.

sio m manat au waga ujione kwenye kioo hivi. Nakumbuka chonifanyia saunataji kukumbuka. Mimi ndo dada yako. Leo tu nimekaa huko, anatokea kijana hets anichumbie anioe gafratanmvaisha na picha, nikamjibu nimemkataa. Kwa nini ukati mdogo wangu bahati kama hizo? Sasa dada, nijirudie kosa mbaya amenifanyia Isaya, anataka kuyaunganisha kwa yule kijana. Unajua, unajua yule ana tabia gani? Au unajua yule yukoje? Kitu cha Isaya alichokifanya usitaki kukiunganisha kwa mtu mwingine. Kumbuka huyu ndo mekutana naye sindo? Hivo ndo mekutana naye, hujajua tabia yake kibaya. Huyo yuko tofauti, kila mwanaume ana utofauti wake. Tabia ya Isaya sio tabia ya huru lokutana naye mdogo wangu, unapata bahati za kuolewa, bahati za kutengeneza familia. Kuna watu wanazitamani familia, wanatengeneza vitu vya ajabu kule ili wapate familia, lakini hawazipati. Wewe kulikoni, mdogo wangu, unapata familia na unazichezea. Lakini naitwana hii na kuwa nampendaga mdogo wako. Lakini Nini? ni kaka, mbona sikuelewi? Zungumza basi nikuelewe, lakini e, mm. haonyeshi ushirikiano wa kumpenda. Ndugu wangu mkubalie bana, huenda ile mm. ndio mm. basi yako bana. nini? Yani, He! Ni niiiuua mnakiongea dada wewe, <coughs> kuelewa kumeshindikana mwenzangu, una ndoa gani? Sina shida na ndoa. Yeye ndo mna shida na ndoa na ndoa, maana mmekaa kibarazani kuizungumzia. Si meshashindikana, mwachane naye. Anakuhusu nini? ya mtaani ni ya kwetu kutwa kucha jua linawaka hadi linazama, kazi kufuatilia ah, kwenye familia za watu. Kilichokuleta nimeshasikia, zungumza kwa ngwato zako, tushakuzoea nani aso kujua ah, hapa mtaani ah, ah, chakula.

Usiseme. Hilo limeisha.

na wewe alafu, sasa hivi hapa mjini hatuangalii bwana, atuangalii kitambi, tunaangalia sapa bwana. Eh, haya mambo ya mabwana nisitaki kuyasikia, niendelee kwa nyuma nyuma. Kilicho kama tu yani dili limekufuata hey, na toka mtaa wa pili. Anatoka huko sijui nimempata na bwana sijui nini, ameona kwamba hapo kuna wadada wanajiuza. Wewe tena huyo, na kijola chako <tipos> tumetembea tumetembea tembea sana nawapili kule mpaka huko, ila nishaongea naye ashakubali. Kwa vitu kishaisha, tutakuwa na pamoja, ila nakuomba tu mdogo wangu, kwenye kuumizwa kaumizwa sana, usije ukafanya kama alivyofanya kuna mtu mwingine huko, ila wewe na imani uweze kufanya hicho kitu. Nafurahi mkiwa pamoja. Bwana shemeji, mimi nakushukuru sana kwa ulichokifanya. Kwa sababu nilikuwa ninashindwa hata nifanye bana huyu na yeye ubishi uh, mwingi ukali wa kutosha. <laughs> ila na, na, namshukuru Mungu na kushukuru na wewe pia, asante sana, ubarikiwe. Hey, baby I love you ubadikiwenkimi. <laughs> <laughs> <laughs>